Uh, benki ya Stanbic uh, mwaka huu tumeshi tunasherehekea miaka thelathini ya kukua pamoja uh, tunasema miaka thelathini ya kukua pamoja Tanzania mabegani. Uh, tupo hapa ndani ya maonyesho ya nane ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika ndani ya mkoa wa Geita katika viwanja vya Samia Suluhu Hassan. Uh, benki ya Stanbic kwa mwaka huu tumewaletea huduma mbalimbali hususan kwenye mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini. Tumewaletea wachimbaji wa na wadau wote wa kanda ya ziwa mikopo ya uchimbaji kwenye upande wa vifaa vya uchimbaji, mikopo kwenye upande wa magari ya usafirishaji kwenye mnyororo mzima wa thamani wa uchimbaji. Lakini pia, namba mbili tumewaletea mikopo wale watoa wa huduma kwenye makampuni ya madini kwa kutumia mkataba wake kama dhamana, na hatuhitaji dhamana nyingine. Na namba tatu kuwaacha, na vatatu watu wajasiria wajasiriamali na wafanyabiashara, tuna mikopo ya chapchap -chap, ambayo haihitaji vitu uh, vingi, na mteja anaweza kuendelea kunufaika kwa kuendesha biashara yake kwa uimara kabisa. Benki ya Stanbic tunajivunia kuwa benki bora kwenye utoaji wa mikopo kwenye mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini, lakini mikopo yetu yote hii inakatiwa bima, na wateja wanaweza kutembelea kwenye banda letu lililopo kwenye maonyesho haya ya nane ya kitaifa ya teknolojia ya madini hapa mkoani Geita kuweza kujipatia huduma za bima, kujipatia huduma za kidigitali kuweza kujipatia mikopo kwa wafanyabiashara na wafanyakazi. Tunasema katika sekta ya madini eh, miaka thelathini ya kukua pamoja ah, tunawabeba wachimbaji na tunaibeba sekta ya madini. Benki ya Stanbic tumekuwa kinara kwenye utoaji wa mikopo kwenye mnyororo mzima wa thamani kwa ya sekta ya madini kwa maana ya wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati, wachimbaji wakubwa, lakini pia hata wale wafanyabiashara wa mwisho. Na tumefanya hivi kwa mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano tumetoa zaidi ya bilioni mia moja kwenye mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa waweze kututembelea, kwa sababu Stanbic ndiyo benki pekee ambayo imekuwa ikiwajali wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa.